Abdallah Kiluvia, mimi ni baba wa mji huu, ambapo sisi familia yetu tumeondokewa na ndugu zetu wanne. Amefariki mdogo wetu ambaye, na shemeji yangu na watoto wetu wawili, ambao wamefariki katika ajali hiyo ya jana. Kama mlivyosikia, familia ilikuwa na kwenda Moshi kwenye harusi ya mtoto wa kaka yangu Jafari Rafael Michael kule Moshi. Kwa bahati mbaya kwa mapenzi ya Mungu kilomita tatu kutoka Same mjini wakapata ajali na gari ikateketea na wao wakawa wameteketea kwa moto. E, sisi kama familia tunasikitika sana kupoteza watu hao wanne. Ni msiba mkubwa kwenye nyumba hii lakini pia ni mji wetu umekumbwa na msiba watu kumi kwa sababu karibu wapangaji sita wa nyumba hii nao wamefariki una, kama unavyoona milango ya nyumba hii ana nao na kwenye msafara kutusindikiza kama rafiki nao wamefariki. Kwa hiyo ni msiba mkubwa kwenye familia, lakini wote kwa tunamshukuru Mungu, kwani sisi tunaishi katika imani ya Kiislamu, kwa ya Kiislamu kwamba yeye ndiye ametumba na kwake tutarejea. Ukweli wa mambo kwa upande wa ndugu zangu Hakuna ambacho unaweza kukitambua, ndio maana tutafanya taratibu kwenda kule hospitali ya Rufaa KCMC, kupima vinasaba angalau yale mabaki yatakao kuwepo pale, tuangalie ni kama itakubaliana na sisi tuweze kuhifadhi yale mabaki, lakini hakuna ambacho unaweza kutambua kwamba hili ni shati au ni mkono wa ndugu yangu, kutambua hawezi kutambua alama kwa sababu waliungua kwa asilimia tisini na nane ni uh, kweli imefiwa na mama, mdogo wangu, shangazi, dada, eh, ni, dada, mtoto wa baba mkubwa, majirani uh, wa hapa walikuwa wamepanda gari moja, wamekodisha gari, wanakuja Moshi nyumbani, tuna siku sasa taarifa nilipata vipi? huko katika maandalizi ya harusi, kwa hiyo sababu huko ni nyumbani na Moshi pia ni nyumbani. Kwa hiyo mama, kuna watu tayari walikuwa wameshaungana nao huku kwa ajili nao waje wajumuike kule ukumbini. Sasa nadhani walitoka huku saa kumi ba saa kumi na nusu hivi ndio walikuwa wameanza safari. Kwa hiyo mimi nilipigwa tu simu bana, kuna taarifa ambayo nimeipata kwamba nasikia kina mama wamepata ajali. Sasa nilipopata hiyo taarifa, nikajaribu kumpigia mama, ni wakati huo huo nikakata simu aliyonipigia, nikampigia mama, haikuwa inaita, nikapiga namba nyingine, hakuwa inaita, nikapiga kwa mtu wa hapa ambaye ni ana yuko around hapa hapa Same, piga namba ise, tuko hapa maeneo ya Sabasaba, mama wako alikuwa amekodisha ile gari anakuja kwenye harusi limegongana na basi na Chanel One wame gari limelipuka moto, yaani hapa sidhani kama hata kuna mtu kwenye costa ambao amepona. Kwa hiyo nika sikutaka hata kumwambia mzee kwa wakati huo, nikajikaza nikarudi ofisini, nadhani kwa mda ule. Sasa baadaye, nikabidi nika nzime simu, kwamba sikuwa nataka kupokea taarifa yoyote kwa sababu Yani, wote kubwa ni familia, yaani kosta nzima watu 30 wote ni familia. Kwa hiyo sikutaka kupokea taarifa yoyote kwa wakati ule. Maneno ya mwisho ambayo aliniambia Ali, nadhani no, hiyo maneno ya mwisho ambayo aliniambia aliniambia tu kwa bwana, si mimi nitakuja na Zuhura, mimi nitakuja na Zuhura, nadhani Jumamosi tutakuja zetu huko Nath... Hicho ndio cha niambia, hakuna, siwezi nikasema. Kuna vitu kuna vingine ambayo tuliongea ni huko nyuma, lakini kwa mara ya mwisho mimi nilipoongea naye aliniambia tu kwenye harusi utakuja na zura, ambayo ni Jumamosi tutakuja na hawa watu wengine, sababu wakati wote tulikuwa tunawasiliana na mama wakati wote, sababu mimi ndo mtoto wa kwanza na wadogo zangu wawili, mwingine ndo huyo yuko Moshi, mwingine ndo huyo ambaye ame- huyo ame, wa kike ndo mdogo wetu wa mwisho ambaye pia ndo amemaliza form 4 juzi, ndio shule zime amepangiwa shule na hapa wenyewe ame, ndio amekuja juzi tu, alikuwa anasoma form 5 huko Tanga, kwa amekuja juzi, nadhani hana hata wiki mbili hapa. Na pia hakuwa tu mtu kwamba anapenda sana sherehe, wanavyosema hapa pia alikuwa sio, hakuwa anataka hata kwenda kwenye shughuli, lakini kwa sababu tu alimwambia na ni, dada yetu ambaye alikuwa anaolewa ili mpasa kuweza kuja. Serikali kwa ujumla inajaribu kuangalia namna gani ni bora ya kuendelea kuepusha matatizo kama haya, sababu imekuwa ni changamoto ambayo imekuwa ikitutesa ukanda huu uh, recently kwa hiyo hopefully, kwamba ni taarifa ambayo inaumiza, lakini pia ni taarifa ambayo pia itafanya serikali yetu iongeze jitihada za kujaribu kutengeneza mazingira mazuri ya kuepusha hizi ajali ndogo ndogo ambazo zimekuwa zikitokea na kubwa ambazo zimekuwa zikigharimu maisha ya watu kwenye ukanda huu, na kutokana na hii ajali, kwa sababu tulikuwa tunaenda kwenye shughuli nyingine maalum Nasikitika sana, natoa pole sana kwa matatizo tuliyopata. Wapewe tu maonyo wa, waonywe, ili wao waangalifu barabarani, maana wanasababisha ajali, wanasababisha tuwe na matatizo mengi na tuwe na majonzi mengi moyoni yasiyoisha.